Eh, ni wega muno gukoragwo ugithikiriria uria andu maroiga tondu andu neyo makuonaga we ndwiyonaga andu neyo maguthikagiriria we ndwithikagiriria ungigwo andu makwira haha dureka wega haha duraria wega haha durehumba wega niuratuthiira njega niurarumana wathikiriria

brother na kainwa ukurathima tunurate idia adwa ige muno ona shiro crat no ega muno ni ugothi ko isi uraria thie na mbere na gukriticize mak na ya do thie na mbere na gukriticize kitisize makanida thie na mbere na gukriticize ya hujia oruno ukemaruma no angikoro okay, mahiti guthi uke ni marutaga mahiti haha na haha ni ndirona mundu ukukoro na bara nawe ni tondu kiri oreka ni kurunga urarunga hau mbere ni harakoro he kaundu gatari kega inywe ri hari tu tu miari umuraragia hari umuraru managa na icio guiciria ni cio irarakaragia andu aingi no go criticize kanitha kana go criticize ya hujia kutina mahitia go criticize ya dhuri kugaha dhuri o uh, athuri uh, ha mutirathie wega u uh, cio uh, ni undu mwega muno na ni githerema kona mugitre ndi makiria gukira ni ra ugo murakorogwa mbere ni tondu ni murahota guthomithia andu aingi maundu maingi matoi andu bible magathoma magethomera makagya na umenyo makiria we nawe mudu mundu gwitwo Kimani wa trako nyura na tomato mamenye

tondu kiri ni ku ka ni kuri ni teithania u ni tinateithania no tote gu teithania tondu ni ndirathikiriria hatu maundu u rathio ukirutaga andu ukionaga andu andu tumaundu tu kamera ihana ihana yani ni undu mwega mundu akiuma hau ni arauma athomete kaundu ndu onawe shiru okiraritaguo wathi kwari uhoro wa kanitha wathi kwari uhoro wa bible andu ni marathoma maundu maingi na mundu akaigua ari very honored na akaiwa no kiri agiki ni very interesting no ogithii kaingi wikire ciugo uri uri kiraga ciugo ingi njuru nduru uhindi andu aingi ni marageragia muno gucima we kana kuigwa mari ashamed uthikiriria video icio no riu ni ndakwira andu ni maguthikiriria muno tondu ni maraigua hari undu u raiga na rende rende gukwira atiriri nikio wona mundu ndu agikiritisa akerwo hau ndu naeka wega ni tondu ni ukutuma andu aingi, mathii makimenyega, na no ukorwo kuri kuri ahunji uramarera kamarera makamenya gasira karia mundu agiire kugera na akamenya andu matikagwo uko na akamenya gutiagire uko uhuranite na kio ujaja, ujaja. ni uhuranite na kanithaini tondu kiu nikio uhuranite na kio muno kanithaini ni uhuranite na guo muno mudu ugwetoshira Oakland heko na uendelee na hiyo kazi na mugu atakubariki na Kimani wa tracco endelea na hiyo kazi mimi naona sahihi uiti watu ile majina ulikuwa ukiwaita sahihi ni kukriticize na unakriticize positively. Heko mzee, weendelea na ninajua utaenda, bali tunawapenda nyinyi wawili, na ninajua Mungu atasidi kuwabariki e, gainia kumurathima gainia kumweka wega no menye ma, adwa igine mafani manyu ni maudhi magithikagiriria makamenya haha no ko hadira hadira, hadira gera hatiagireere

Ngai amurathime na Ngai amwike wega thie na mbere na guthomithia thomithia andu thie na mbere kuonia andu we Shiru wa Oakland thie na mbere na kuonia andu Ngai ni mwega na gutura kwa Ngai ni kwega tiga ni haha haa, na haha ahujia hi mareka hi kanitha ini kurekwo andu ona wahujia makiriuge mundu kwari na kaundu kaunjaja au gitiga

Marumi, mamenye athuri ni muthuri ni wakwirora muno na kugera gacira kara kagireere muthuri ni wakwaga guthikuruga mamukira ine gweteithia ciana muthenya gatagati ciana ikionaga kana gweka kaundu kara gatagireere ono goro matirenda guthi marato matirenda guthi ni marathikireria na ni maguthi makigaruraga na bururi witu ugie na andu agima na twambirie kuona bururi ugitherema na ruri ruru rucoke mukalo ruthie na njira na mitugo miega, tondu athuri marari ho aguka eh, mararagia kirira gikinya niru no na gikwariria ni uraigwa kuri ndu arakwira, mm na ndarakoragwo na miario itari miega kana gwitaria ngeihi ehi, ni agagwikaria haha, akwira mutugo uti mwega gachira gakoragera tikega, mwega gacira eh hey, uguo nigetha riri tuki na adu agima furuline ni guga ngai ya murathime na mweke wega heko kwahawa kwa huyu mama na huyo mzee barikiweni sana